Tunaendelea kukutana hapa ndani ya viwanjani na leo nakwenda kutana na mzee wangu Suleiman Nyambui. Mimi upenda kumwita mzee wa Burunei, watu ambao wameweka historia yao katika mambo ya riadha. Kwenye riadha ya sasa unaona kuna utofauti gani na kipindi cha nyuma? Uh, ukweli nimefurahi sana kuja kwenye kipindi hiki. Ukweli natoa masikitiko yangu ya kuona riadha tulipofikia sasa hivi. Riadha sasa hivi imekuwa ni kitu cha ajabu, imekuwa ni kimya, amna mipango, amna chochote. Inaona mwaka umeisha, miaka minne, hatuoni kitu gani kinaendelea. Ni masikitiko na masikitiko kwamba hatutegemei. Kwanza ngoja nitolee mfano. Hata ukiwa ni mkijana ume, unalewa ni nyumbani na wazazi wako, utaonyesha kwamba unataka kuoa, umepata mchumba, ndio wazazi wakusaidie wa. Lakini riadha imekaa kimya. Yani, hatujui kochote kinachoendelea. Mimi watu wa kulaumu ni wale wanaowachagua, wanaowachagua hawawakemei, na wale walioingia kwenye uchaguzi wa mikoani, nao wameingia bila matarajio ya kuendeleza riadha. Kwangekuwa na matarajio ya kuendelea riadha, wangekuwa wa wanakemea hawa, kwa sababu kuna kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio washauri wakuu wa, wa viongozi wa juu, rais pamoja na katibu Katibu ya utendaji ndio inakiweza kumwambia katibu kwamba kaimu, kaimu kwamba unachokifanya sio sawa. Mimi nakumbuka wakati nilikuwa katibu, wakina Shaanga wananisurubu kwenye vikao, naona wananisurubu kwenye vikao, tukiwa kwenye kao, katibu umefanya hivi visivyo, unataka ufanye hivi, nasikiliza nalijirekebisha, unaona. Lakini sasa hivi nashindwa kuelewa kama kuna vikao kama nini. Ngoja niwaambie ni, mwezi wa nane wamefanya mashindano kule Mwanza ya taifa, ilikuwa ni uchafu mtupu, ilikuwa ni uchafu mtupu. Bahati nzuri waliniarika, rais aliniarika kwenda na shuguru, nikaenda kuangalia. Mwaliko wa rais, ina maana kamati ya utendaji wote imekualika, nikaenda kwa heshima zote. Nikafika nikaenda nikakuta uwanja ha ha hauko kamili, vifaa hamna, mchezo unataka kuanza saa tatu unaanza saa kumi za jioni, na mchezo inachukua siku mbili sasa hawa wachezaji hao, kwa siku mbili watacheza mchezo namna gani? Ukiuliza hamna vifaa, hamna namba za kukimbilia, viongozi hawajapangwa, nani anasimamia wapi? Hii ni aibu. Mchezo wa mkuki au wanaleta mkuki hauna ncha, michezo ingine tukafuta. Nikaona aibu sana, nilisikitika mno. Kama kiongozi ulizungumza nao? Nilibidi ni baada ya kuwamaliza, niliandika niliandika ripoti yangu nikaandika kaimu katibu, nikapeleka nakala kwa rais, nikapeleka nakala kwa kwa nani baraza la michezo, kwa yale yote niliyoona, na nikatoa na ushauri. Kama wangekuwa ni watu wanataka kuendeleza riadha, wangeniita tuongelee hiyo kwanza, ungekaa kikao chao cha kamati ya utendaji kuongelea hiyo nilichoandika, baadaye wananiita tunakaa tunaangalia, nielezee kitu gile kinafanya haijatendeka. Mpaka leo ni kitu cha aibu. Nini maoni yako sasa? maoni yangu ni kwamba tufikie hatua tunapochagua viongozi kuendeleza riadha, tutafute watu ambao na, watafanya kazi kurudisha riadha, na naombea kwamba watakaoingia uongozi, utakaoingia watakuwa na kazi kubwa sana kuweza kufuta uwarifu, ubovu wa miaka, miaka minne yote iliyokuwa imekaa hapa bila chochote. Kwa hiyo tujihadhari sana, watakaofanya uchaguzi wachague, wazungu the right person, watu ambao wanajua, wataleta mabadiliko katika riadha. Kwa hivi navyoona ni aibu aya, nimesikia kwa mmeandika mkataba. Kuna mkataba mwingine wa, ya Xtep inatoa imetoa vifaa wamekuja tena, mtu ameleta almost container nasikia, unaleta vifaa mashindano ufanyi haya, unaleta unaandika mkataba huo, sijui nani ameusoma, sijui kamati ya utendaji umeupitishaje? Kawaida wangeandika huyo, wangeingia mkataba, wapewe hela za kuendesha mashindano ya taifa Cross country pamoja na mbio za uwanjani hiyo ndio kitu cha kwanza, kingekuwa cha kwanza wale wangetoa hela, alafu baadaye ndio wanaleta vifaa vya timu ya taifa na vingine ambao wangefanya. Lakini kisha kunua vitaa, unagawia marafiki zako watu wanavaa na, naenda Arusha nakuta watu wamevaa uh, X step, X step. Wa, mashindano sioni watu viongozi wa riadha wamekuwa kwenda ku, kusimamia mash, kuangalia mashindano yao yanaendeshwa ya barabarani marathon ambao zimeibuka Tanzania, lakini hawafanya mashindano yao, haiwezikani, ni aibu Unadhani hapo hapo, hii ndio inaleta mashindano haya ambayo yamezidi kuibuka ya barabarani, ndio yanasababisha hata haya mashindano ya kitaifa sasa hivi yamekuwa yafanyiki. Inawafanya wawe kilema, hawa wenyewe wanafanya kilema. Wanadhani kwamba ndio kuinua kipaji, hamna. Marathoni ya kuinua kipaji hata siku moja, kipaji kinainua kwenye uwanjani, inatoka mashuleni, ndio inakuja uwanjani, huyu anakuwa ndio anatureniwa, ndio anakuja kukimbia marathoni baadaye. Mkimbiaji wa barabarani ni mtu ambaye wazungu wanaita rejected katika track, mtu ambaye anaona kwamba anaishia kidogo ndio anahamia kwenye nani. Hiyo ndio, ndio, tu, eh, Asia, ndio yeah. Tunaita kwamba sasa wakimbia marathon na uwezo kukimbia marathon mzuri kama una ile wanaita background ya uwanjani eh, ndio na bado vinajengwa, hmm. Wanajenga Arusha na wanajenga Dodoma na wakiendelea kujenga, tutakuwa tunaangalia kama pambo tunavyoangalia sasa hivi uwanja huu wa taifa eh, yes, kwa sababu hatuna wachezaji sasa hivi. Mimi ni kwa Arusha ukienda kuona mtoto mmoja anatweni kwa ajili ya marathon anatueni kwa ajili ya 10k anatueni kwa ajili ya, ya 21 km tutapataje wachezaji wa uwanjani? Wa Simbu unaomuona sasa hivi nakimbia na Gewai, nakumbuka 2015 walikuwa nakimbia vizuri sana kwenye uwanja hapo. Simbu ana uwanjani mita elfu kumi ishirini na saba arobaini na kitu kwenye mita fulani ana 1340 kitu kwenye uwanja, ndio maana anakimbia vizuri kwenye marathon Haya, Gewai nimemwona elfu mbili na kumi na tano tunaendesha mashindano pale Mkuza Kibaha, wakati niko katibu. Amekimbia elfu moja mia tano na amekimbia elfu tano Ndio unaona anakimbia vizuri. Sasa hao wanaotoka kwenye ground wanaenda kukimbilia juu bila ku, uwezi kwenda kuvuna embe kwenye mti kama uwezi kupanda kwa, kwa, kwa, kwa, kwa chini mpaka ufikie mwembe hmm, unless utongoe ulipige liangue limeharibika, yeah. Unaona sasa kinachotakiwa sasa hivi, wanaowachagua hawa viongozi wachague the right person, otherwise walioko mikoani ao wameingia uongozi mradi wameingia tu, awajali mradi liende. Na hii ndio inatakiwa, maafisa mchezo waonye hao watu wanaokuja viongozi na maafisa mchezo wasimamie ma uchaguzi wa mikoani, wajue walioingiza, anajua michezo anhizitumi wakati nacheza tunacheza sisi wakina Nyambui bai Mwinga Mwanjera wa Juma ikangaa kina nani kila mikoa yote. Kajera ilikuwa inakuja kushiriki mashindano Kagera, siseme kwa sua huko. Hapa ilikuwa inaongoza kwa high jump na mbio fupi. Kigoma inaongoza mbio ndefu, uh, mbio fupi zote Kigoma hiyo Kigoma hiyo na hata ukiangalia kwenye mpira fuada wote hizi zetu za miaka 70 na 80 na 90 fuada wazuri walikuwa wanatokea Kigoma lakini sasa hivi, sasa hivi hamna kitu. Na wakati tunacheza sisi enzi zile, tulikuwa pamoja na timu ya taifa, ikiwa timu ya taifa tunaungana wote, timu ya mpira hata tukiwa mahala tuko wote pamoja, unaona na unakuta mtoto anatoka shule ya secondary school anachezea timu ya taifa. Sasa hivi hamna mchezaji wa timu ya taifa anayetoka high school kwenye timu ya taifa ya mpira. Kama yupo, naomba niombe msamaha. Sasa hivi ninyi mlikuwa mnafanikiwa, Nyambui, kwa nini sasa hivi watu wameshindwa? watu sasa hivi watu wamengojea kuambiwa maagizo ndio anakurupuka, hawatumii akili. Tumeingia ugonjwa ambao utakuja kutuathiri kwa baadaye. Wakaa unangojea niambiwe ndio nifanye kazi, hautumii akili kumwongoza kumwelekeza kiongozi wako kwamba nina mawazo haya katika taifa langu, nataka tuendeleze namna hiyo. Unamkabidhi mkubwa wako akiangalia, hata akataa unamwambia mheshimiwa, nimefikiria kwamba nikifanya kutokana na elimu nayo tutakuwa vizuri zaidi. Mashuleni hamna viwanja Mashureni amna mwalimu wa p p, p. Nakwenda watu naona wanavaa nguo siku ya Ijumaa peke yake. Sisi tulikuwa na vipindi vya pe ambavo vilikuwa tunaamka kwa wiki marambili tunaenda viwanjani na ndivo vilikuwa ninafanya watoto wa, wasi watoto shuleni tumekosa mwendelezo. Eh, naweza kusema kwamba tumekuwa na wanariadha kadhaa sasa ambao wanafanya vizuri lakini, Nyambui hawana mwendelezo tuna watoto wazuri tunaona kutoka mashindano ya Mseta na Mshumta, hawa wanataka ndio tuwaendeleze. Hatuna, hatuna ile inaitwa nasari ya kusema tuwaendeleze. hmm, hmm, sasa hmm, hivi nimesikia kila siku nimekuwa wimbo kwamba wizara sijui nini tamiseme, whatever kwamba imetenga shule sijui hamsini na ngapi ambazo zitakuwa kuendeleza vipaji. Itakuwa hivyo hivyo, lugha ya kisiasa mpaka miaka inaenda, lakini utendaji, utendaje mna hapa nyuma, hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa hapa, yes, nyuma lakini, na hapa hapa kwenye hii track ulikuwa na watoto wengi sana, na Azam TV tumecover sana yes. ulikuwa una wahamasisha unazungumza nao, ile project ilishia wapi baada ya kuondoka kwenda Brunei na mambo yakapita? Ile project tulikuwa tunaitumia, na kijana jamaa mmoja anakuja hapa kwenye mpira hapa, kama nyingi, tulikuwa tunasimamia watoto wale, tulikuwa tumajenga wa kuelimisha namna ya, ya watu kutotumia madawa ya kulevya

Hapo wakati wao tunapata injection ya kuwafundisha mambo ya mchezo. Unakumbuka wakati mama umekuja pale ukakuta wanafanya mazoezi? Tunawafundisha mambo na mbona kupokezana vijiti, uko pale na kava. Sasa hivi hatuna kile kitu cha bunifu wa namna hiyo. Walienda wapi? Wale watoto wameshakuwa wengine wamemaliza university, wengine wameenda university. Mm-hmm. Na program jamani amerudi nimefuatilia anasema haipo, imegawanyika, sio iko hivi pe bado namfuatilia huyu jamani, niambie. Unaona? Niko sasa hivi hapa kwangu Kipunguni. Nimebidi nihamasishe kuhusu wa kina mama kufanya mazoezi. Ndio, yeah. Kila asubuhi kila saa kumi na moja tuwakutana nao asubu, watafanya mno um, aniejioni wakitoka ndio, kazini ndio. Watafanya mambo ya rede, watakimbia, watafanya mazoezi ya viungo. Unaona, hii ndio tunatakiwa tufanye, vile kama tumeshindwa kuendeleza watoto basi tuweke afya kwa wazee, wakinamama wazee. Mzee Nyambui, eh, eh, tupe kisa kimoja ambacho unakikumbuka cha kusisimua katika enzi zenu za riadha. mimi kisa ambacho sitakisahau mpaka leo ni ile niliposhinda nikitokea Ukerewe kuja Mwanza nikashinda nikawa mtu wa kwanza, kwa wa kwanza bila kutegemea, kwa sababu wakati shule ya Sumba Secondary ndio ilikuwa inaongozwa na wachezaji wazuri na Blue Girls. Mwanza ndio Mwanza. Mm, ilikuwa timu inawakilisha. Sasa mtu akatokea mtu from nowhere, kutoka Ukerewe akawashinda, okay, akaanza kwa eh, akawakilisha, <laughs> akawakilisha, akawakilisha, Mwanza. ndio siku ya kwanza kupanda treni ndio siku ya kwanza nikaja Dar es Salaam. Dar es Salaam tena tunikaa hapa Chang'ombe mwaka, mwaka sabini na moja eh, kwanza kwenye vitabu vya geography tu alafu nikipita <laughs> nimekaa pale, nimesimama pale, Mwanza sijui Mwanza. Nilikuwa nachukua siku nikiondoka kule saa kumi usiku mzima, mchana, asubuhi mnafika Dar es Salaam Kifika hapa tukakaa, ikaja Amerika, tupirika wapi, Zanzibar, nchi zima, kila mkoa. Wakati huo ulivyokuwa unaitikia kwa mambo ya mchezo na utawala wa enzi za Mwalimu Nyerere marehemu, watu walikuwa wanajibika wenyewe wenyewe, sio kungojea kuambiwa. Sio, sio uchawa sio, sio uchawa. Sikilizeni niwaambieni, sasa hivi tumeingia ugonjwa wa uchawa ambao unashindwa kutekeleza maendeleo ya kitaifa yetu hii ndio itatuumiza, na watu wengi wameingia kisiasa kwa sababu ya njaa za matumbo. Umaskini utatupeleka mbali. Sasa nilipofika Zanzibar, ndio nikafika mara ya kwanza Zanzibar mashinao mashinota mwaka 71, kitu cha kwanza nikasikia kitu pilau wakaleta kitu pilau. Mimi sikujua pilau ni nini, nilikuwa nadhani ni wali mchafu, kwa sababu ilikuwa na miti miti mle miti ndani. Sasa ikasema, nikamuuliza mwenzatua, watu wa huko mbona wachafu sana, wanapasua kuni zinaangukia ipande kwenye, kwenye, kwenye wale, alafu wanatupikia ubwabu jamaa, sema hii ndio inaitwa pilau. Ilikuwa inapikwa pilau juu na samaki zile za kukaanga, harufu yaani hata unajua, uongo mbaya si ukufichi. Watu wa mikoani kama niko toka kule Mwanza, walikuwa wajala pilau. Mtu asikudanganye, pilau ilikuwa ni watu wa pwani tu ili harufu ilivyokuwa inanukia yeah. Sio ilikuwa inanukia, bali nik kwa ni karaa kwangu ninyi, sasa hapo ah. Nasema ilikuwa ni karaa kwa sababu kitu kimpya sigi, yaani hata kula sijui itakulaje. Alafu kikiyo changa zaziba walikuwa na lugha zao za Kiswahili cha ajabu. <laughs> mimi nikachukua hela yangu kaenda kununua ndizi, nikamwambia pesa nani, nikasimia nikazani wanauza saa nane, nikarudi. <laughs> acha kunicheka, walisema pesa nani ndio maana yake pesa nane, sijui ni seti mia mbili nafikiri, kama sikosei, mi nikaza, ameniambia nauza saa nane, nikauliza kuuliza jamaa kwenye kambi, jamaa mbona huku watu wanauza <laughs> vitu saa nane? Hadi jamaa mwenye ndizi pale ameniambia saa nane hapana, ni pesa nane. Sasa hayo <laughs> ndio mambo ya kujifunza amungumamo ya yakujifayoosisahau sisahau yes. Sisa Sisa kikisa nilipokuwa Ukerewe nafanya mazoezi asubuhi nakimbia asubuhi asubuhinajituma sa kwa sababu mwaka huu nilikuwa siku sabu, makakesu, ingine, hmm. yetu, watuane, wa tatu sikuchaguliwa kwenye timu ya taifa, nikasema makekezo nitaenda huko wengine waliochaguliwa. Bahati nzuri katika timu yetu kati watu wane walichaguliwa kutoka Mwanza, nikauliza meneja wa wa timu yetu wakati tunarudi sasa, mbona france waoni? Hmm, akanambia wale wanachaguliwa timu ya taifa, kama ungekuwa wa pili wa kwanza ungechaguliwa. Ili ni uma sana hmm. Nilikaa nikafikiria, aliponiona nimekaa ili akaniita, aliponiona nimesonana kasema, Nyambui wewe, utakuwa mkimbiaji mzuri, kwa mara ya kwanza umekuja umepata medali ya tatu, mita elfu kumi, utakuwa mkimbiaji mzuri usikate tamaa sasa. Hilo ikanija kichwani, nikawa naamka asubuhi saa kumi na moja saa kumi na mbili kasorobo kule nyumbani. Unajua sehemu ya Ukerewe na Ubukoba kule inafanana, yes. E, upate wa misitu, migomba, giza tupu, mi nimo sasa. Akina mama ndio saa ya kwenda kuchota maji kwenye visima muda huo sasa, nikipita hivi, mama naangusha kibuyu, mama naangusha mtungi <laughs> anadhani mchawi sasa. Ikaendelea hivyo Kumbe alipokuwa anaenda kisima jioni, wakaa naongea, siku hizi kuna mchawi mmoja, sijui anachelewa kurudi eh, nimeangusha kibuyu changu nimeabuga nina. Sasa mama ndi akasikia sema, jamani mwanangu anafanya mazoezi. mwanamgambi akamua mwana mwanamgambi mwana, mwana atumfamu ambaye anakem huyu, amesome amekulia Musoma huku, anafanya mazoezi au kukulia. Au, kule, kule, kule. nilitoka niko na miaka kama tisa hi sasa ndio baba akanaambia mwanangu, unapokaribia mtu fanya ishara fulani koa au kwanza kiatu ili mm. ageuke simshuwe, mtu asimsue, ndio nikao nafanya hivyo. Akiwa hapa kwenye gari kama hivi nafanya <coughs> alafu na kwanza kigeuka na muone mimi ndio napunguza na, alafu naendelea ndio akanizoea. Unaona, mwako uliofuata mashindano yafanyika kwenye uwanja huu ulioko hapa, wakaniambia rudi nyumbani tena, wakatumia huyu bado mshamba, baada ya no. kuniruhusu nienda kajifunze mm. nirudi, ndio kwa sababu unapopigwa ndio utajua namna ya kumpiga mtu mm. mimi karudi lakini ilikuwa na nia yangu ile ile, nasema hapana, na mimi nitaenda Olympic tu. Nikatumia lugha hiyo, nikawa nafanya mazoezi huko, wewe basi nzuri, nika sabini na mbili nikachaguliwa kwenye timu ya taifa kwa mchezo wa Afrika Mashariki, tukayafanyia hapa hapa kwenye uwanja wa, wa, taifa ambao sasa hivi inaitwa Uhuru, na ndio rais alikuja mgeni rasmi, alikuwa rais Nyerere, Nyerere akaja pale mimi nilikuwa niko excited kasema leo ntashinda nimshike mkono yaani, hey, eh, yani eh, wakati niko watatu nakaribia kumaliza mbio, imebakia mita kumi nikaja kapitwa na muganda kaja waine. Hamna kitu kinaniumiza afate mtu a amekuacha tangu nyuma kule ja, kuliko akuache umekaribia kwenye rain, kwenye macha, kumaliza, na ay, kumaliza, ay, pale, nikijua lenda, naenda kushikana na rais wangu mkono akanipita aka niliumia nikasema ntamshika mkono tu rahisi isiwe, isiwe. nikasema kumshika mkono ni kufanya mazoezi na kufanya vizuri. wazungu wa sasa, you need, you need to be ambitious, uwe na kitu cha ja kukusema kukusukuma wewe utakuwa nani, lakini ukiwa pale pale mradi umekimbia umeridhika, hutaendelea. hiyo mimi ndio alikuwa nasaidia. mimi sasa hivi wachezaji wana vifaa vya kutosha, wachezaji wana makochi wa makocha wa kuwafundisha lakini wawezi ku progressive wamepungikiwa kile kile kinaitwa ambisa, ile ya kujituma, kwamba nataka niwe nani. Hiyo ni moja wapo nataka jue. Sisi nilikuwa mimi nikaja kujiunga but, chuo cha walimu Butimba mwaka sabini na tatu. Kwanza nilikuwa Mwadui, nikafanya kazi karamosi mwaka mzima pale nikasema hapana, nataka nikasomea kitu cha kusomea kwenye cheti. Nikaingia bu, bu, Butimba. Bahati nzuri alikuwapo mwalimu mkuu wa chuo alikuwa, alikuwa Mesha Kimaganga, ambao nyinyi amkubiki, lakini kufuatia mambo ya historia amekuwa TFF na akawa mbunge. Aliendesha chuo cha Butimba, kilikuwa kinatoa timu ya taifa, iwe mpira, volleyball, riadha, hasa riadha. Wacha, akawa na rekrutu wachezaji waliomaliza high school wote walio wakimbiaji, akawaleta chuoni na ndio, alikuwa mpango mzuri sana, na mashule za sekondari nao zilikuwa zina rikurutu watoto kutoka primary wanaingia sekondari Roreza, wakina Mwinga, Roreza wakina Rozi, wakina Mwanjala, wote wale wakapelekwa nani, Roreza Secondary School. Unaona, huo ndio mfumo wa kitaifa wa kuendeleza riadha. Naona makampuni yote ya omu, yote yalikuwa yanaendesha michezo. Tulikuwa na mashinao kila mahali. Jeshi ndio likuwa linaongoza kuwa na wachezaji wazuri likifuatana na polisi. Sasa hivi niambie, iko wapi? tumlaumu nani? eh? ni kutokuwa mipango. Taifa limekuwa tu la kungojea tuambiwe, ndio ukurupuke kitandani ufanye no. We need to use our brains. Hamna kitu kizuri uwe maskini wa fedha lakini uwe maskini wa akili, akili. Tutaokoa hili taifa. Mashindano ya Olimpiki, mzee Nyambui eh, kwa sasa yanawafanya kuwa ni fursa kwa wanariadha eh, lakini kitu ambacho tunakiona inaonekana bado hawajaweza kutumia hii fursa vizuri. Narudi kulekule, auwezi kwenda Olympic bila kuwa na msingi, uwezi kwenda Olympic bila kuandaliwa. Sasa hivi tumekuwa na Olympic kama ngapi? tunapeleka marathoni tu na wasana sana, sana wameenda wawili watatu, mia nane elfu moja mia tano tumeenda Olimpiki ya mwaka themanini mchezo yote tangu mia moja mpaka, mpaka, mpaka marathon na michezo mingine hoki boxing yote tuenda, ndio delegation kubwa kwa Tanzania tuliyopeleka, pamoja na Commonwealth Games ya mwaka sabini na nne hiyo ndio ilikuwa na delegation kubwa. Sasa ni wawili mmoja wawili. Kwa nini? Taifa la watu 68 situmii neno kama taifa. Sisi ni taifa, sisi ni taifa. Sitaki mtu anasema kama taifa. Sasa sasa, na sitaki lugha kwamba tumejifunza, tunajifunza mara ngapi mm. Hii taifa sio la kujifunza hili taifa sio la kujifunza, na na mengi sana, wakati kuwa na uhuru wa miaka miwili huko mingapi, ndio nasema ni taifa changa, haiwezekani na sitaki kusikia mtanzania wote asema ni taifa changa, tunajifunza eh, tunaenda na ma, tunaenda kwa mfumo tutengeneze taifa la taifa likuwa taifa tuonyeshe taifa dunia kwamba tuko hapa sisi. Wa Kenya tulikuwa tunawadhibiti vizuri sana. Sasa, hivi tumekuwa kama sijui tuseme nini, tunasema kama ni carpet ya kupitia sisi. Kuna kitu sasa hiki kiko pale, na kipindi hicho viko hapo vizuri. Sasa hivi ni kiwanja ambacho kinaweza kufikia kiwango cha Olympic, hichi hapa hichi hapa na nataka jengwa Dodoma na nataka na Arusha. Ni viwe mapambo viwe mapambo? Hapana, tuandae wachezaji wetu. Na Shukuri Gewai ameanza ameanza, seda akadai kutrain kule kwa huko ndan ndan huko Manyara huko ndan ndan huko umburu huko ndan Manyara huko, labda itatuibua. Unadhani nyie wanariadha wa zamani mnapewa thamani yenu au mna mchango? Ngoja, nikupe tatizo. Mtu wrong person, mtu ambaye hajui chochote, kuingia sehemu fulani, hata kubali mtu, wa... mtu ambaye wana uwezo wa kuongea au wana uzoefu, tukawa nao karibu. Bai, yupo Nyambui, yupo mwinga, yupo ikanga, yupo, lakini hawezi kutushirikisha kwa mambo ya namna hii. Waona wana kama sisi ni wapinzani, wanadhani kwamba tutaingia, kumbe sisi ni ushauri mzuri. Mimi nimejiri kuandika hata mashindano ya nani haya, mashindano ya, ya Redis. Kulikuwa na viongozi wengi waliokuja kusimamia, lakini nimedirika kuandika kushauri. Mwaka jana pia nikafanya albati nzuri ndio shauri mengine yametendeka vizuri mwaka huu. Ah, mwaka jana. Hii ndio tunatakiwa, ndio michango yetu tunayotakiwa, lakini leo nimechukuru mmekuja, lazima naseme niwe voko wazungu wanasema. Riadha imekufa na atakapoingia, watakapoingia utawalani, wanakuwa na kazi ya kufanya na wasiingie wrong person. Kwenda hey. una nia? Nafasi gani? Kwe, mimi nitagombea na, nania na nafasi kuanzia rais, makamu mpaka rais. Makamu ya rais au rais? Hey, aa wenye maamuzi ya mwisho. Wenye maamuzi kwa sababu nikitaguliwa nikipewa rungu. Naam, nina uwezo wa kumsimamisha huyu, namngojea mtu kwenye mkutano mkuu, kama mtu atakuwa mimi, na declare sasa hivi, ikitokea nichaguliwe, mtu ambaye atakuwa kwenye safu yangu ambao utapendekeza kwenye safu yangu wafanye kazi tufanye kazi, kazi tu. tutakuwa na kazi ngumu sana ku, kutoka kwenye matope haya ya miaka minne, tutafanya kazi na nakaisha, tutafanya kazi, tusingojie tu wizara baraza. Um, amna tuonyeshe what we have, baadaye baraza ndio tutasema, okay jamani, nimesikia kilio chenu baraza

inaonekana lakini kuliko harati. No. Kuliko harati halafu, mtu wa harati anakuja kulalamikia TOC una kichani Hayo ni maneno mazuri ya Suleiman Nyambui ambaye amekuwa akitueleza kwenye kipindi chetu kuhusiana na mlolongo mzima wa RT eh, na uongozi mzima wa riadha tangu eh, imekuwepo. Yeye ameweza kueleza mengi lakini tunaelekea kwenye uchaguzi. Yote kwa yote tutaweza kujua kwamba akigombea na akapita je, ataweza kufufua haya ambaye ya anayazungumza leo. Mimi ni Beautiful Kanyigo, Sports Rosemary Timso Karugira. Endelea kubaki hapo hapo.